Msingi ni nini? Ni kwamba wote tukiwa tumetaharuki, mwandishi wa habari hayupo, mabomu yameanza kupigwa, maana tunaambiwa kwamba kuna watu wamefariki. Si jambo jepesi mkawa na ukweli mmoja kuhusu tukio hilo. Mheshimiwa Rais kuunda tume katika hali ya utulivu, maana yake ni kwamba tume itapata muda mzuri wa utulivu wa kuhoji watu wakiwa wametulia vizuri na vichwa kuweza kuangalia kwamba je, eti hivi huu ni ugomvi wa kisiasa kama tunavyoaminishwa, au kuna jambo la ziada katika siasa? Kwa sababu kama ni ugomvi wa kisiasa wa kwamba mimi nitakuwa mtawala bora wa kuja kuokoa maisha ya watu, kwa nini sasa huyu anayeitwa mwandamanaji anabomoa tena maduka ya watu wa chini wanaotafuta wanaotafuta rehema ya utawala bora? Nasema ah, basi hebu tuache kusema kwanza, twende sasa kwenye kamati, twende kwenye tume ambayo, kwa utulivu, kila mmoja akihojiwa, hata wewe Chalamila ukihojiwa vizuri kwa utulivu, kwa sababu mimi kwa siku ya kwanza pili ya tatu, hata ungenihoji, ninauhakika pia kwamba brain yangu pia haikuwa sababu sawa sawa. Kwa mfano juzi hapa nakumbuka, nilikuwa naendesha gari, niko peke yangu tujioni, na tunakwenda zoezi, kuna majirani walikuwa na wanasherehe wanapiga mafataki. Mimi nivyosikiliza tatata, nikapiga spidi kubwa. Sasa naelekea ambako sielewi, ndiko adui alipo ama ndiko adui hayupo. Baadaye akili imenijia pale mbele, nikageuza, nikasema, mbona haya magari yanaendelea kwenda huku, ngoja na mimi nipige uturn. Sasa katika hali ya kawaida ungenihoji mazingira yale Nikasema, kuna watu wananitafuta mimi, kuna watu wananitafuta rais, kuna watu wananitafuta watu wabaya kabisa, kume maskini wa Mungu wa hindi siwi nane wanapiga mafataki. Sasa tukiulizana kwa utulivu, ndio maana Mheshimiwa Rais anaunda tume kwa utulivu, tuipe muda ili watu waweze kueleza mambo kwa undani kwa utulivu, pasipo kupaniki kwa aina yoyote, lakini maumivu pia yakiwa yanaendelea ya kushuka kuhil ili uweze pia kueleza jambo pasipokuwa na hisia na miemko, ili ripoti ile ikapatikana. Ndugu zangu, mtu anasema walikuwa ni askari wametoka nchi nyingine, wanapiga piga mabunduki. Sasa, ripoti ile itasema, je, ni kweli walikuwa ni watu wa nje? Tukiangalia hata kwenye baadhi ya kamera, mtu anasema aa, watu walikuwa na ingifuatwa ndani wanapigwa tu bunduki namna hii. Je, ni kweli kwamba watu walikuwa nafuatwa ndani wanapigwa bunduki au wote kwa pamoja tulipaniki, tukakuza tukio, halafu wote pia tukaanza kuwa na, na hofu na taifa letu wenyewe. Sasa, wote tukiwa na hofu na taifa letu tutakimbilia wapi? Nimeutaja waraka wa teki na mambo yote ambayo yameandikwa humu, yameandikwa mengi sana mambo na Mheshimiwa Rais pia aliurejelea waraka huu. Yapo mambo ambayo kwa mfano ya katiba mpya Mheshimiwa Rais ameeleza hapa ndani ya siku mia moja na sisi tumeshapata maelekezo ndani ya siku mia moja Tume e, wizara ya katiba pamoja na taifa kwa ujumla wataanza mchakato, lakini Mheshimiwa Rais akasema hatuwezi kuanza na mchakato wa katiba, lazima tuanze na mchakato wa maridhiano, ili tunapokwenda kwenda kwenye katiba tujue tunaamua nini tulichoridhiana ambacho kwanza tunadhani kinaweza kuingia kikawa sehemu ya katiba zetu. Kwa mimi kama mkoa mkuu nilikuwa nafuatilia. Kwa mfano nilifuatilia siasa South Africa. Nikaangalia chama cha tawala na vyama vingine vya upinzani vya kina Malema, vya kina Musi. Nikaangalia je, baada ya uchaguzi na baada ya kushindwa nini kilitokea? Nikaenda Zambia. Nikaangalia chama cha UPD, I uh, mean UP and and and DCU. Cha ndugu yangu Hichilema. Nikaangalia wakati wa kwanza akiwa ameshindwa nini kilitokea? Nikaenda Nigeria. Nikaangalia uchaguzi wa kwanza ule wa ndugu yangu Atiko Bakari aliposhindwa nini kilitokea? Kabla ndugu yangu Jonathan, na ambaye naye alikuja tena kushindwa nini tena kilitokea? Nikaenda mpaka Ghana. Nikaangalia chama cha upinzani cha ndugu yangu John Mahama pamoja na Nana Akufo bana, nao kushindwa nini kilitokea na chama chao? Nikaenda mpaka Botswana chama tawala cha BDP na vyama vingine pia vya upinzani, chama cha Duma, baada ya mara ya kwanza kushindwa, nini tena kilitokea? Nimekwenda sehemu nyingi kuangalia, je, modal ilikuwa ni the same na Tanzania? Nikaona nikaona kabisa ilikuwa sio sawa na Tanzania. Sasa nini kifanyike? Ndio hiyo kwamba lazima watu wawe na fresh mindset, ili wakae katika taifa lao waweze kuzungumza kitu ambacho kipo na kinaweza kikawa kina mustakabali mzuri kwa ajili ya taifa lao. Na mwisho najua na ninyi pia mtakuwa na mambo mengi pia ku, ya kuweza kutueleza sisi. Ukiangalia pia mama ambayo pia anazungumzwa, juzi nilikuwa pia namsikiliza Dr eh, mi nilikuwa namsikiliza Dr Kitima eh, Padre Kitima kwanza niweke interest. Padre Kitima mimi kwangu ni ni boss ndiye aliyeniajiri chuo cha St Augustine, mimi nikiwa assistant lecturer na pia ni kiongozi wetu wa kiroho. Mimi ni mkristo mkatoliki, na katika ukristo wangu katoliki huwa pia nina uwezo pia kuweza kuangalia mambo kiroho pia, kwa sababu pia nasali na huwa pia na confess kwa juzi katika statement pia nilikuwa nasikiliza na ambayo hapa pia imetamkwa, hapa imetamkwa, hapa katika ule waraka imetamkwa kwamba askari wa jeshi la polisi walikuwa wanakwenda kwenye hospitali ya dini ya, ya Katoliki kuzuia watu wasipate matibabu. Sasa hili nalo ni moja ya mambo ambayo ninyi wahalili na watu wengine vile vile tunakaa pia kusemezana kwamba polisi hawa wanalinda huko amani wa alafu muda huo wanatoka kwenda hospitali kwenda kusema msitibu hawa. Mimi nadhani tunaweza kuwa na hoja nzuri sana ya kuisaidia serikali, lakini kamwe tusipresenti hoja kwa mihemko, tusipresenti hoja kwa mihemko. Unaweza kuwa na hoja nzuri sana, nzuri mno sana lakini hoja yani, tusipitilize sana tukahamisha hoja ya msingi ya kulihudumia na kuliponya taifa ikawa ni hoja ya harakati. Niliwahi kwenye kikao kimoja cha dini, niliwahi kuzungumza siku moja kwamba mimi ninavyomwona kiongozi wangu wa dini namna hii kumsalimia kiongozi wangu wa dini navo sema, navo fanya hivi sifanyi hivi kwa sababu namwona yule kiongozi wa dini oni, oni himself nafanya vile kwa sababu naiona taswira kwangu mimi mkristo naiona taswira ya Yesu Kristo kwake yeye na mwislamu anavyobendi namna hii kwa sheikh au kwa kiongozi wau wa, wa, wa, wa, wa, wa, au kwa, kwa mufti anaiona sura ya mtume Muhammad kwake yeye. Sasa ile bending ya namna hii na hii bend kwa mheshimiwa rais, kwa mheshimiwa rais, simuoni Yesu au simuoni Mungu mbele yake, nayaona na mamlaka ya utii. Na ndio maana nasema shikamu, mheshimiwa rais, huku na kiona kitu hiki. Sasa kinachoweza kutokea pia kwa kiongozi wa dini yeye mwenyewe akijisoften akiji akawa ni mwepesi ile konsepti ya ku, ya kumwona Kristo nani, inaanza kutoweka halafu. Ikianza kutoweka, unaanza kumwona mtu wa kawaida. Ukianza kumwona mtu wa kawaida, inafika zile nyakati unakuta sasa umgasema pumbavu, no? na vitu vingine lakini, ingia kwenye madhabahu hapa kuhubiri ni, ni, is an art of speech, of preaching. Una preach kitu gani? Kwa nani? Kuhusu nini? Ndio maana watu wanaanza kukaa kasa, ah, huyu mchungaji sasa naona hapa kwa kweli ameeleza vizuri. Mwingine anakaa anasema ah, mchungaji hapa tunaona kidogo hii ni kama chaka hii. Kwa nini? Kwa sababu huku wanakaa kimya hawana uwezo wa kudialogue na ndiyo misingi na kacha ya ya mchungaji Padre au nani, that's misingi tu, lazima umeme kukonspire na uhalifu waliotaka kumuua. Izimwe. Umeme usiwepo ili hilo liweze kutokea. Kwa hiyo nimewaambia wenzangu wa TANESCO waliangalie pia kwa haraka, walichukue kama jambo kubwa sana la kisheria, walichukue kama jambo zito linaloweza pia kwenda kwenye mjadala katika jicho jingine. Waangalie hii kitu imekaaje. Je, ni kweli kuna vijana wetu sisi katika TANESCO walifanya mchezo huo na bila sisi kujua, ikiwa ni pamoja na malalamiko mengine ambayo yapo ambayo yanaongeza yanayodaiwa kuwa yanaongeza chuki. Moja ya jambo ambalo linadaiwa ni utekaji, mambo ya ambayo yanasemekana na, ya kwamba yanaleta chuki kubwa katika taifa. Moja, utekaji; mbili, kukosekana kwa ajira kwa vijana; tatu, wananchi kutosikilizwa; nne, viongozi kuishi maisha ya starehe; tano, matumizi mabovu ya rasilimali za umma sita, matumizi ya nguvu kupita kiasi. Haya ni baadhi ya mambo ambayo wananchi wetu wanasema wanayachukia. Ni kweli kabisa, sisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, na naomba tu nihitimishe na nyinyi wenzangu pia muweze na kuzungumza. Sisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tumejipanga na wenzetu, hata sisi wenyewe tuna lani sana vitendo vya utekaji. Hii naomba mlielewe kabisa kama mnakumbuka kuna siku moja pale Kiruvia, kuna mabwana moja mabonge walikuwa wanamchukua bwana mmoja kumpakia kwenye noa, kama mnakumbuka vizuri, mmemsahau tu jina yule kidogo Taimu. Ukienda kuangalia kitu ambacho kilikuwepo pale, ilikuwa ni masuala pamoja na mingine nayo yaliyokuwepo, ni masuala ya kimapenzi. Katumika dada mmoja, ampigie simu yule bwana wakutane kwenye kale ka hoteli kalikokuwepo pale. Yule anapokwenda pale hamwoni yule dada, lakini anaona kuna jamaa wengine ambao Kupali. The moment tumetangaza, wote wakakimbia wakimbilia njia, sehemu zingine, tukabahatika kwenda o, itasema aliyefanya hivi ni huyu. Nadhani kisheria mnajua vizuri, sijue ni jambo gani mume na mke wanaweza akagombana ndani ya nyumba, wakawa kwenye ugomvi wa muda mrefu lakini mtu akaja na interest akamdhuru mwanamke au mwanaume katika wale waliogombana, a kwamba baada ya kudhurika huko atakayekuja kunyoshewa mkono kwa haraka ni either o katika wale wale. Hiyo ni assumption ya kwanza, lakini assumption ya pili ni kwamba jambo hili linapotokea katika mikoa yetu sisi, nyie mnafahamu, wakati fulani sio jambo jepesi kabisa. Hata mimi mwenyewe kiongozi, ni kweli kuwa anakuwa na vyombo vya dola, lakini sio kweli kwamba nakuwa nao muda wote kabisa, kabisa. Kwamba hata pale nyumbani muda wote nipo nao, hapana. Huko nje kinaweza kafanyika jambo kwa nia kabisa ya uhalifu kabisa, lakini mwisho wa siku ikawa ni mazingira gani jambo hilo limetokea? Tuna teknolojia gani ya kuweza kubainisha kwa haraka jambo hili? Tuna jambo gani naloweza kwenda namna hii? Ni kama kwenye huu uchaguzi. Hapo anasema polisi wameua. Hiyo ni statement ya kwanza. Lakini ikija kubainika nachukulia tu kwa mfano kwamba kundi la pili lilikuwa na silaha, lilikuwa na visu, lilikuwa na mapanga. Haya yenyewe yanaweza kuwa alifanya kazi kwenye nini? Yanachukulia tu mfano. Kwa nini? Ni kwamba by concept mshikabuduki ni polisi. Lakini why if kuna jambazi ambaye na yeye kaingia humo kwenye huo mkumbo ashika naye bunduki, bunduki yake itakuwa ilimpiga nani? Huu ni mfano, sivyo navyotaka kusema, lakini nani atakuja kusema haya? Tume iliyoundwa inaweza kudetail zaidi, tukaja kufikia huko. Kwa sisi na wenzangu hawa wakuwa wilaya hawa, tunakemea sana maswala yote yanayohusiana na maswala ya kiutekaji na pale Mbagala pale, mnakumbuka ilikuwa imeanza wakati fulani kuteka watoto kubaka watoto. Tulifanya kazi kubwa sana pia kushikana vyombo vya dola, lakini nyie mnafahamu katika matukio haya yapo ambayo yanaweza kwa haraka sana uchunguzi wake ukakamilika kwa haraka kutokana na nature ya tukio lenyewe. Lakini yapo matukio ambayo uchunguzi wake pia unaweza kuchelewa kulingana na nature ya tukio lenyewe. Lakini pale ambapo mtu anasema, ah, nataka majibu sasa hivi nataka majibu muda huu, sasa majibu muda huu pia huwa linaweza likawa ni jambo jepesi au sio jambo jepesi, kulingana pia na taifa letu lilivyo. Lakini kuna mambo pia ya ajira kwa vijana, ndugu zangu wahariri wa vyombo vya habari vijana wa vyuo vikuu ni kweli kabisa wanalalamika, ni kweli kabisa lakini, je, ni wote, au wapo ambao wamepata bahati ya kuajiriwa kwenye private sector au kujiajiri au kuajiriwa na, na, na, na, na public sector. Mwaka elfu mbili na tano mimi nimekwenda chuo kikuu mwaka elfu mbili na tano aliyepata division 1 ya point 9 nimekwenda UD mwaka elfu mbili na tano. Achana heji za kina Msando mwaka 2000 mwaka 2005 mimi nilikuwa nakwenda chuo kikuu lakini ali mwenye division 1.9 alikuwa anakwenda diploma, anakwenda kusoma ualimu. Wakati huo public university ilikuwa ni University of Dar es Salaam na matawi yake. Hii uclass e alivi ilikuwa ni uclass, ilikuwa ni sehemu ya UD. Hii mnayoiona ilikuwa ni SUA, ilikuwa ni Muhimbili ndio inasimama simama kutoka kwenye college kwa full fledged university. Ilikuwa ni nadhani, ndio ilikuwa vinaishia vina namna hiyo. Halafu University of Dar es Salaam elfu mbili na tano ikaanzisha tawi Dusa, elfu mbili na sita ikaanzisha Muse University of Dar es Salaam wakati tayari kulikuwa kuna branch nyingine. Bodi ya mikopo elfu mbili na nne ilikuwa haisomeshi mwanafunzi anaye kusoma private universities ikiwemo Tumaini na ikiwemo St Augustine. Ilikuwa ukifaulu ndio kwenda kusoma kuunganisha. Mnakumbuka wakati huo tulikuwa tunakaa mwaka mmoja kwanza, anayetaka kuunganisha alikuwa anakwenda anakaa mwaka anakwenda kujisomesha mwenyewe kwa kulipa ada. Mwaka 2005 bodi boda ya mikopo ikarekebisha